Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya lea huyu aliyowasilisha bungeni na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuprovu, kuthibitisha, kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake angesema bungeni kazi hii ingefanyika, lakini inaonesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili, kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa SGR, Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko muache ni mchukue kwenye nafasi zangu kumi. Mwenziwe lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amount ya fedha akitoa kichwani, lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka, na kwamba Kisesa tunakudai, lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Ameni amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele, ina maana amedharau jimbo lake angesema kumekatwa mabarabara maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleni huduma kwenye majimbo yenu, nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo, huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada barabara za kusuka nywele ndicho alichoongea. Uvamizi wa tembo, hatua tumeanza kuzichukua na mambo haya ni hatua kwa hatua. Kama tumeweza kujenga vituo vitatu, bila shaka kama tatizo bado ni kubwa angemuona waziri wa maliasili na utalii akiwa bungeni, na waziri angejua cha kufanya na sio kuja kulalamika hapa mbele ya rais na kutaka umaarufu mbele ya wananchi, maarufu ambao kazi hazifanyi inavyopaswa. Kesi ya wafugaji mahakamani, anajua kesi iko wizarani inashughulikiwa, lakini alitaka iseme hapa ili wananchi wake wamsikie. Ndugu zangu, huyu ni mbunge wa kitaifa na sio mbunge wa jimbo. Kama kweli wana, wana Kisesa, mnataka maendeleo, huyu mbunge sio wa jimbo, ni wa kitaifa.